yake hadi mapolitishan wetu uenda huko juu wanaidentify na awasee. So ukiona mtu, yani mapolitishan yote akicontribute, haifai kuwa ni ngori, yaani ifai kuwa ni historia inaongelewa, inafaa kuwa ni... nani ishu, because tushazoea ishu. Tunafaa kuwa tunajiuliza ni venye mse atatoka well. Na hiyo ndio kitu ya maana, juu hii gava yote inafaa iondoke, awasee, washamba wote au wote huongelea ishu na tribe ishu na religion, ju si generation yetu ijui mambo si atujui religion nini? Watu wengi wetu wataenda kanisa, so tukiona Ruto akicontribute tujui mbona inatuuma. it's none of our business. Let them continue doing what they are doing as we should be planning how the fuck we can establish our own

hizi mambo ya religion hatujui tumeondokea. Unaweza kataa kuadmit lakini evidence mi huyona daily. Mi watu wengi naonanga wakienda kanisa ni wamama na wazae na washamba so, wa so na hii mambo ya Ruto sijui contribute kwa ni issue, sinafaa tu tuendelee na kupanga venye tatoa hii system System ikiondokea lazima kuwe na mse atafilioa, uh, na <laughs> mi atakuwa mmoja wenye atafilioa so, hii kuzi, you contribute. What the fuck? You should not care especially the people on the internet. Junyindo mnafanya histori kue ni histori big na ni histori ndogo sana kitushazoea. We should move on from these people, ni washamba, wachana na let's focus on the people wenye kili zimefunguka kidogo basi.